Mheshimiwa Spika, pamoja na kuwa uchaguzi ulifanyika, kulitokeza vurugu za uvunjifu wa amani ambayo ilisababisha uharibifu wa mali, kupoteza maisha na kuhatarisha usalama wa nchi. Tunapoenda mbele, niwasihi sana Watanzania tuongozwe na dhamira ya maelewano, ushirikishwaji, kujirekebisha na umoja. kwa wanangu vijana kwa wanangu vijana wa Taifa hili la Tanzania niseme kuwa nchi hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Sisi wazazi wenu tungeshawishika kufanya mliyoyafanya wakati huu, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Mheshimiwa Spika, nataka nirudie hilo, kwa wanangu vijana wa taifa la Tanzania, sisi wazazi wenu kama tungeyafanya mliyoyafanya nyinyi, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo sana wanangu, vijana wa Tanzania, nchi hii ni yenu. Kwa shida zozote zile zinazowakabili, msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe. Msikubali, msikubali kukata tawi la mti ambao mmeukalia